Kwa mambo vipi? Niko vizuri? Vizuri, namshukuru Mungu. Hmm. Mmeanza kwa ushindi tatu wa goli tatu kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate. Kiwango cha wachezaji wenu? Kwa kweli kiwango cha wachezaji naona kiko vizuri iko vizuri sana kwa mwanzo wa ligi, ndio tumeanza sasa hivi. Sisi kama mashabiki wa Simba Sports Club tumeshukuru e, benchi la ufundi na pasipokuwa na pasipo kocha kwa kwa mkuu, tumesema kwamba tunashukuru kwa, kwa hizi pointi tatu, magoli matatu sio mbaya. Nashukuru kwa kweli, lakini kiwango pengine mchezo huu na ule uliopita kule Gaborone siku hadi siku naona kiwango kinazidi kuongezeka, tofauti na tulivyocheza na mtani hapa akatufunga goli moja, lakini kwa, kwa leo naona kiwango kimeanza kuimprove vizuri. Wachezaji kama kina Soa ambao wakucheza leo wamecheza vizuri, wamepata kufunga bao, kwa hiyo tunashukuru kwa kweli. Kadri muda unavyoenda na timu inazidi kukaa vizuri, kwa matarajio ambao kama sisi wana Simba Sports Club ambao tulikuwa tunatarajia timu kufanya vizuri, ndio kama hivi inafanya vizuri, tunashukuru kwa kweli, inafanya vizuri Simba wachezaji ambao mlikuwa mna matumaini nayo makubwa ni Soa, hasa kwenye eneo la ushambuliaji, leo ameanza rasmi ah, kufungua ukurasa wa magoli, pengine matumaini yenu ya kocha. Tuna tuna imani na Soa, tuna imani na Soa, kocha ajue tu kumpa muda mzuri, kama hivyo leo alivyompa muda tunaimani naye, kwamba leo kafungua magoli kama sh aw alivyofungua ukurasa wake mpya leo, unaendelea pale alipomalizia msimu uliopita hawa. Kwa hiyo kafanya kazi nzuri, na tunaimani kama striker wetu, naimani kama atalishwa vizuri, tutakuwa kama msimu ule aliochukua alio, Kagere alioshindaga, alio msimu wa kwanza alishinda magoli ishirini na sita. Naimani naso at, at, at, atakuwa hivyo hivyo, naimani Kiwastani mimi kama, kama Sako Simba sikupenda tushinde goli tatu, nipenda tuwe juu zaidi, lakini kwa sababu ndio imekuwa hivyo sawa, tunashukuru kwamba tumepata goli tatu kama wao walivyopata goli tatu jana. Sago, sago, sago. nashukuru sana. Sago, sago, na timu ambayo ina sabu moja tu na bado tumepata goli tatu, yani timu ambayo kama nyonge hivi, alafu bado yani performance sio ile hilzoea A, timu ile ni, ni timu ambayo imekamilika. Wachezaji kumi na moja walikuwa uwanjani na si kumi na moja tuko uwanjani. Hata kama hawajafanya hesabu. Yaani unajua unapokuwa pungufu unakuwa una nguvu zaidi ya, ya, kufanya vizuri zaidi. Wao wako wako pungufu, anajua tufanyeje ili tupunguze magoli. Simba ni mnyama mkali. Anaweza akatufunga akatuadhibu kwa magoli mengi. Kwa walichokifanya wao kwa sababu wa, sabu yao ilikuwa ni ndogo na wachezaji wao ni wachache. Wa kwa hiyo walichokifanya wao kupiga yani yani Galagaza kupunguza magoli wasifungwe mengi na, okay. Simba Simba, umesema hapa kwamba Simba kidogo inabadilika kwenye uchezaji, kuanzia tofauti na mechi ya mtani, mechi ya ligi ya mabingwa, mechi wana wanacheza wana, wana vizuri. Uongozi wa Simba umwamini Selemani Matola umpe kazi? hiyo ni uongozi sasa, hatuwezi kuingilia uongozi. Selimani Matola ni, ni, ni, ni, ni kiongozi ambao yeye kahudumu ka pale kwenye benchi la ufundi kwa muda mrefu, anajua Simba, anajua falsafa ya Simba inacheza ina, ina mpira gani anajua, ni jinsi gani ya kuwaende wachezaji wake wasimwangushe, na kweli hawajamwangusha. Asante sana.